Kwenye sherehe yes, Mtakatifu Sesilia nilikuwa nimechukua barua niweza kuwagawia ya baadhi ya wadau, niweza kushiriki katika tukio la kwetu wengi, wengi wao walifika, wengi wao waliomba, lakini hapa tumeambatana na mgeni huyu ambaye yeye alikuwa yuko mbali, lakini alimtuma mwakilishi. Mwakilishi yule alikuja aliweza kutoa chochote, lakini akawa ametoa ahadi kwamba naahidi na, na, kitu fulani kwa hiyo ndani ya siku mbili tatu hizi niwasiana na katibu kwamba wale watu tayari wameshapata ile ahadi ambao walikuwa tayari wameshaiahidi kwa maana hiyo wanakuja wanataka kuonana na sisi kwanza ni wape hongera kwa kazi ya kristo kristo hongereni e, e, sana kwa sababu e, mpaka tulipofika hapa tukiangalia katika kanisa letu la mwanzo ile kule mpaka <coughs> tulipofika hapa ni neema ni, ni kwa neema, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Amen. Lakini sio tu hilo, lakini ni kipekee niwapongeze sana walizi wetu ambao nimesikia kila mmoja akijitambulisha mali hapa, anasema mimi fulani fulani mlezi, mimi fulani fulani mlezi. Kiukweli hii kwaya ya ya Mtakatifu Sesilia sijaifahamu, lakini na imani itakuwa ni kwa ya kweli, yeah! Sababu, kwa, kwa kwa walezi hawa mambo e, si hapa ongereni sana ndugu zangu pale mm, panapokuwa panahitajika e, sababu sio kwamba labda na imani kwamba hata nyewe mlivyokuwa walezi hapa sio kwamba ndio mnavyo sana, hapana. yeah. sipokuwa kulingana na pale Mungu atakapokuwa amekujalia, maana yake wasema kutoa ni moyo, si ndio? Eh, yeah. e, kutoa ni moyo wala sio utajiri Maanake ni kwamba pale panapohitajika laba, elfu mbili basi nami niambiwe, tunahitaji wa shilingi elfu mbili basi tutaangalia tunawezeshanaje ili kazi ya Mungu isonge mbele. Yeah. Kikubwa ni kazi ya Mungu isonge mbele, sikwame Amen. Eh, siwepo, kuna sehemu ikaonekana kama tumefeli hapana. Kwa hiyo na mimi niwahakikishie nitakuwa pamoja na nyie kama alivyosema Yesu hata mwisho wa dahari la, la, la. Nangu naitwa Christina Mwakapalile ni mjumbe kamati tekelezaji CCM Ilomba. Asanteni sana. Amina. Ah, hapo miezi ya nyuma kidogo, siku za nyuma kidogo tulipatiwa mwaliko, tunashukuru sana kwa kuona na sisi pia tungeweza kufanya lolote jambo lolote ili kuhakikisha yale ambayo yanafanyika hasa katika huo ujenzi wa nyumba unaoendelea kwamba na sisi tunaweza tukachangia kidogo ambacho Mungu ametujalia. Tunashukuru sana kwa kutambua mchango huu. Sana tungefanya vitu vingi vikubwa, lakini hapo tulipofanya Mungu ndio ametuongoza kufanya hivyo. Na tumejaliwa hapo, sisi kama kamati tekelezaji ya Ilomba tutachangia mifuko mitano ya simenti kwa leo lakini tutaendelea kufanya kadri Mungu atakavyokuwa na tuongoza. Amen. Wakati tunaongea na mheshimiwa katibu hapo wa kwaya alikuwa anatueleza kwamba pamoja na hayo, katika kata hiyo kuna watu ambao tunatakiwa tuungane nao tufarijiane nao tufanye jambo walau, ili kuonyesha upendo kama ambavyo maandiko yanasema, Mungu ni pendo kwao, na sisi tufanye nini? Tupendane. Kwao, katika upendo huo tukaona nini sasa kifanya. Tumeandaa baadhi ya vitu kama unga, mchele, sukari kwa ajili ya kuwasapoti ndugu zetu o, tunaomba mtutokee katika ya kwetu machache, ni hayo lakini, pia kubwa zaidi tulikuwa tunaomba tuendelee kuombea taifa letu kama ambavyo tunajua sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Uinjilisti katika kwaya ni injili ambayo inapaa sana kwa hiyo tulikuwa tunaomba hata nyimbo zetu mara chache au mara moja moja ziwe zinaongelea amani, ziwe zinasisitiza upendo. Hivyo ndio vitu pekee vitakavyofanya sisi tuende mbele zaidi na tutimize lengo letu katika maombezi yetu. Tuombe sasa Mungu atusaidie katika tunavyoenda kuchagua viongozi, tupate viongozi thabiti, viongozi imara, ambao pia wataweza kumsapoti mama yetu Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji kama ambavyo tunaona Walumi anasema lazima kila mmoja aheshimu nini, mamlaka. Kwa hiyo mamlaka hayo yataheshimika kama tukipata viongozi walio bora. Tumsifie Yesu Kristo. Kwa hivyo tuungane katika hayo mambo yote, ili tuweze kufikia lengo la kumsapoti mama, lakini pia kusapoti mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole. Tunaona kabisa dada yetu anafanya, mama yetu anafanya kwa hiyo tuungane kwa pamoja. Kristo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Kwa namna ya pekee, kwa shukrani nyingi na dharati, kwa moyo mnyofu na mkunjufu nasemeni wageni wetu, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki pale mlipotoa, basi akawazidishie zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Tunapenda kusema basi, msitoke tena, tukija kuomba tena Lakini... Nishukuru hii timu ambayo imeungana na sisi leo kwa walao kidogo walichojalia, walichojaliwa kutuunga mkono pale ambapo sisi tunapambana katika shughuli ya ujenzi wa kanisa na kuendeleza kwaya hii ya Mtakatifu Sesilia. Kwa hiyo nitoe pongezi kwenu, pia nitoe shukrani kwa kutenga muda ambao umeutumia na kuchanga chochote ambacho mlikuwa nacho, mungeweza kukitumia kwa namna moja au nyingine, lakini mliona ni vema ukiingize katika shughuli ya ujenzi wa kanisa kupitia kwaya ya Mtakatifu Sesilia.